Wanadamu leo asilimia tisini wanatembea gizani. Watu wamemaliza shule wana vyeti, lakini wako gizani. Na ukitaka kujua kwamba watu wakoje gizani, ukitaka kujua kwamba uko gizani au uko nuruni, mfano tu. Ukishaona mwanadamu uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu uko tofautisha na viumbe vyote, inapofikia mwanadamu unajifananisha na mdoli wa dukani. Yani unanunua nguo au vazi lolote kwa kuangalia mdoli wa dukani uliouona, na ukafikiri ukinunua, na wewe iwe ni kofia, lakini unaangalia mdoli ukafikiri na wewe uko kama mdoli, hilo ni tangazo kwamba uko gizani, maana hata kujitambua ujitambui na hivyo hautatoka gizani. Na hivyo nataka niwatie moyo, ndugu zangu, ukiona mtu ambaye unaona anaishi maisha ambayo huenda ya kufurahishi, usimlaumu, mwambie ya kwamba wewe upo gizani, unahitaji nuru, unahitaji mwanga, na hautaupata kwa kwenda kufunga tatu kavu, hautaupata kwa kuhudhuria vipindi vya maombi, hautaupata kwa kuwa karibu na mchungaji, hautaupata kwa kufanya chochote. Mwanga pekee utaupata kwenye neno la Mungu. Haleluya, amen! Kwa hiyo neno lina nguvu ya kutumulikia katika giza, neno lina nguvu ya kutumulikia katika giza. Kitabu kile cha Zaburi mia na kumi na tisa mstari wa mia moja na tano Zaburi mia na kumi na tisa mstari ule wa mia moja na tano Neno neno la Mungu, Mungu, lina nguvu ya kutumulikia katika giza Ndiyo? Neno la Bwana linasema, linasemaje Neno lako ni taa ya miguu yangu, neno lako neno lako ni taa ya miguu yangu. Ehe, na mwanga wa njia yangu, na mwanga wa njia yangu. Hapa izungumziwi jambo la kido, hapa inazungumziwa njia, njia yoyote uliyoandika kwenye makaratasi, namna ya kupata ajira, namna ya kufungua biashara, namna ya kupanga watoto wa kuzaa, namna ya kutoka hapo ulipo, namna utakavyojenga nyumba, namna utakavyofanya anaposema mwanga wa njia siyo njia ya kwenda mbinguni tu. Mwanadamu katika maisha chochote anachokifanya anahitaji njia. Haleluya! bahati mbaya njia zote zimo gizani. Hiyo ndio bahati mbaya, njia zote zimo gizani, na hivyo unahitaji mwanga, unahitaji mwanga. Daudi anasema neno la Mungu ni taa ya kutumulikia gizani. Haleluya, unajua koja nikuambie rafiki yangu, unapomwambia mtu ambaye hajawahi kupata uzoefu wa kitu fulani, hawezi kukielewa. Kwa mfano, ukimwambia mtu kwamba bwana, giza baya, lakini amezaliwa Dar es Salaam, hawezi kujua madhara ya giza. Hawezi au amezaliwa katika taifa hili ndiyo, lakini miaka ya elfu mbili na tano kuja huku juu wakati umeme wa leo umesambaa, hawezi kujua madhara ya giza. Lakini nataka uvute hisia ya kwamba wale ambao wamezaliwa katika vijiji vya zamani ambapo ulikuwa ukitembea gizani, hata kama ulipita mchana kisiku ulikiona, lakini kwa sababu ya giza unakuja unakiamkia, au unaanza kutoka hapo unataka kulizuia njiani, mpaka unakiamkia giza la namna hiyo. Huko tulikozaliwa ujue, tumeamkia mpaka visiki, jamani. Haleluya! Hey, tupo ambao tumezaliwa kwenye, vi, kwenye, kwenye vijiji ambavyo yani giza likitanda, giza likitanda, mpaka kutoka kutoka hapa kwenda hapo utumie kizinga cha moto mimi nina kisa kimoja ambacho sitakisahau mpaka nazeeka, mpaka naingia kabulini. Giza liliwahi kukusanya kijiji kizima pale nyumbani kwetu. Giza, watu wamechukua tenga la viazi, wameweka nyuma ya mlango, wamekwenda kupika. Ile wanarudi wamemtanguliza dada aingie ndani akawashe kibatari. Anavyokwenda ndani, wamesahau kana kwamba wameacha tenga nyuma ya mlango. Dada yangu alipokwenda akasukuma mlango. Aliposukuma mlango, kumbe nyuma ya mlango kuna kuna tenga. Aliposukuma tenga, matenga ya vijijini yana tabia ya kusinyaa na kutanuka. Aliposukuma tenga likasinyaa alafu likatanuka. Akaanza kupiga kelele kwamba ndani kuna mtu. Akapiga kelele za kutosha. Mama naye akaja, kuna nini? Anasema ndani kuna mtu amejificha nyuma ya mlango. Mama naye aliposukuma mlango, tenga likasinyaa, likatanuka tena, naye akaongeza kelele. Kaka yangu ambaye mwanaume anaaminiwa akaja na, na, na gongo apigane na mtu aliyoko nyuma ya mlango. Anauliza, anauliza, anasema nyuma ya mlango kuna mtu amejificha. Giza maana, dada ndiye alikuwa nakwenda ili awashe kibatari tuanze kuingia ndani. Haya, akaenda kaka yangu naye, kuna nini? Akachukua lile gongo, akasukuma mlango, tenga likasinya alafu likatanuka na yeye akaongeza kelele. Wanakijiji wakakusanyika, maana ni giza nakumbuka mwenyekiti wa kijiji alikuja na gobole, gobole akaja nalo. Alipofika pa sema kuna nini, wanasema kuna mtu yani. <laughs> Yani, sasa huyu mtu hivi kweli, hata akija kujiongeza kwamba huyu mtu ambaye ugopi kelele ni nani? Aliposema kuna mtu yuko nyuma ya mlango, akachukua kiuno cha gobole, akasukuma ule mlango kwa fujo, tenga likasinya at Ikatanuka na yeye akaongeza kelele na gobole lake kaongeza kelele. Giza, wapendwa, usiombe maisha gizani, usiombe maisha gizani. Alipoona vile, akaaribu risasi <laughs> akaaribu risasi tatu anapiga juu ili mtu atoke mle ndani, hakuna Akaja jasiri mmoja, na unajua nyumba za vijijini rafiki yangu um, um, ukifunga mlango wa mbele wote mnapitia wa nyuma na madirisha ya vijijini ni ambao yamefungwa na komeo ya msumali kwa ndani. Alipokuja jasiri mmoja, ndio akasema kuna nini? Anasema kuna mtu nyuma ya mlango ataki kutoka na yeye na, na, na, kuna, kuna, kuna panga fulani zinakuwa ndefu ndefu hivi, na yeye akachukua akasukuma tenga likatinya, alafu likatanuka mlango ukarudi baadaye akaja jasiri moja akaenda akazunguka mlango wa mbele akavunja dirisha kijiji kizima kimekusanyika pale wanapiga kelele wanapiga kelele ha wanasema anaenda kuuawa wanasema anakwenda kuuawa alipobomoa kuingia ndani ya nyumba anakuta nyuma ya mlango kuna tenga kijiji kizima ni matokeo ya nini ya giza Wapendwa, ndoa bila mwanga ipo gizani. Malezi ya watoto bila neno la Mungu ni malezi gizani. Ajira bila neno la Mungu ni ajira gizani. Uchumba bila neno la Mungu ni uchumba gizani. Chochote kile ambacho mwanadamu anakifanya anatakiwa atembee na neno la Mungu, maana lina nguvu ya kukupatia mwanga katika giza. Haleluya! Ndio maana anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Lakini neno la Mungu lina nguvu ya kukuondolea dhambi. Leo hii watu wanakula pesa kwamba wanasamehe dhambi, watu wanahangaika ili waweze kusamehewa dhambi. Sikiliza rafiki yangu, hauwezi kuacha dhambi kwa kufunga tatu tatuk. Dhambi haitaondoka kwa kushinda kanisani. Dhambi haitaondoka kwa kuungama kwa kiongozi wa kioo. Neno la Mungu lina nguvu kukuondolea dhambi. Haleluya! Kitabu cha Zaburi mia na kumi na tisa haya ya kumi na moja Neno la Mungu lina nguvu ya kukuondolea dhambi. Ndiyo, Zaburi mia na kumi na tisa mstari wa kumi na moja soma, msomaji wangu. Neno la Bwana linasema, linasemaje? Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, ehe, nisije nikakutenda dhambi. Haleluya, amina amo. Nahitaji kuacha dhambi. Unajua, ngoja nikuambie, kuna watu wanafikiria kutembea wamefumba macho ndio kuacha dhambi. Mafarisayo walifanya hiyo kazi, na wakuacha dhambi, matokeo yake waliishia kuwa na michubuko tu usoni. Wanatembea wamefumba macho, asione dhambi, matokeo yake wanajigonga kwenye visiki, wanajigonga kwenye visiki, wanajigonga, afu wanafikiri ndio utakatifu. Kama unataka kuacha dhambi, wenda ni dhambi ya ulevi wenda ni dhambi ya usengenyaji, wenda ni dhambi ya uongo, wenda ni dhambi ya kutokufanya mapenzi ya Mungu. Unajua watu wa Shetani ni mjanja sana ndugu zangu, amewaambia watu unajua dhambi ni ile iliyoandikwa kwenye amri kumi za Mungu, lakini ukitaka kuielewa dhambi vizuri, nenda kasome kitabu cha Yakobo sura ile ya nne mstari wa kumi na saba. Neno la Bwana linasema yeye ajuaye kutenda jambo jema halafu alitendi kwake, huyo ni nini ndugu zangu? Dhambi. Sasa ukitaka dhambi isiwe sehemu ya maisha yako, anasema Daudi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa nini? Unajua Daudi anasema hivyo, ukiwa na neno la Mungu ndani yako, unapokwenda kusema uongo unakumbuka hivi, kwenye neno nilisomaje? Nilisoma neno linasema usiwe muongo. Unapokwenda kumsingizia mtu unakumbuka hivi, neno nililosoma linasemaje? Limesema usisingizie. Yani, neno la Mungu ni guide ya maisha yetu ya kila siku. Haleluya, amen. Ni ulinzi. Aliye na neno la Mungu haogopi kwenda baa, anajua ya kwamba Baa nitakwenda na sitakunywa pombe. Anayeshika neno la Mungu, anayesoma neno la Mungu, haogopi kupita kwenye kijiwe cha wavuta bange, maana anajua neno la Mungu ni ulinzi kwangu. Anaye naelewa la Mungu haogopi kupita mahala ambapo makabu anajiuza, maana anajua Mungu amesema usizini. Anayeishi neno la Mungu anatembea na ulinzi. Haleluya, ninalileta kwako neno la Mungu katika majuma mawili, ninakuletea neno la Mungu bila kujali dhebu lako, bila kujali unasali au hausali, bila kujali jamii imekutenga hata kama umetengwa unaishi peke yako, dumu na neno, ni msaada tosha. Yawezekana ndugu amekutenga, yawezekana baada ya kufukuzwa kazi ndugu ameanza kukucheka, marafiki wamekukimbia, huna msaada tena. Uliwasaidia? Ndiyo. ulikuwa msaada kwao? Ndiyo. Lakini ulipofukuzwa kazi wote wamekukimbia. Jioni ya leo, namna ya kupata faraja, rejea kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu, shetani amewafanya watu wasisome neno la wa Mungu, maana amewaambia ya kwamba neno la Mungu ni kwa ajili ya anayotaka kwenda mbinguni, na wakati kuna watu hawana ajenda ya kwenda mbinguni. Na mimi sikwambi usome neno la Mungu kwa ajili ya kwenda mbinguni, nataka ulisome neno la Mungu libadili maisha yako, maana lina nguvu ya kuyabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lina nguvu ya kukusanya maji yote sehemu moja. Neno la Mungu lina nguvu ya kukusanya maji yote ya ulimwenguni sehemu moja. Unalopaswa kujiuliza niki kitu kikiwa na nguvu ya kukusanya maji yote ya ulimwenguni sehemu moja, hivi litashindwaje kupambana na wanaopambana na wewe? Litashindwaje kuondoa uchovu katika safari ya imani? Litashindwaje kukusogeza katika hatua ya ushindi? Litashindwaje? Kipi kigumu ni kukusanya maji au ni kubadili maisha yako? Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari ule wa tisa. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa tisa. Soma msomaji, tuondoke. Neno la Bwana linasema ndio, Mungu akasema, Mungu akasema, maji yaliyo chini e, ya mbingu, na yakusanyike mahali pamoja, na yakusanyike mahali pamoja. Mungu akasema, ehe, ili pakavu paonekane, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo, ikawa hivyo. Alisema tu neno tu, maji yakatii. Wapendwa, sikiliza unapolisoma neno la Mungu, unapoliishi neno la Mungu, ni Mungu anasema ndani yako, ni Mungu anazungumza ndani yako. Wanaokuvizia hawatafanikiwa, wale ambao wana mpango uanguke hawataweza. Gumu ni kuyakusanya maji sehemu moja kuliko kushughulikia maisha yako, kuliko kushughulikia ndoa yako, kuliko kushughulikia watoto wako, kuliko kushughulikia sehemu yako ya kazi. Hilo ni jepesi. Neno la Mungu lina nguvu ya kufanya. Haleluya! jioni ya leo, wangapi wanalitamani neno la Mungu? kiwa uko hapa nyosha mkono. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe kule ulipo. Kama unatufuatilia kutoka kule nchini Marekani, kutoka kule Japani, Mungu awabariki sana. Kutoka kule Arusha, Mungu awabariki sana. Chagua neno la Mungu bila kujali dhehebu, bila kujali dini, kwa sababu tumegundua ya kwamba hakuna ambaye ataweza kufanya lolote kama una nguvu kama hauna nguvu, hakuna takacho kufanya. Na nguvu sio kwa ajili ya wanaokwenda mbinguni tu, nguvu inatakiwa kwa kila mmoja, anahitaji nguvu. Hata serikali inahitaji viongozi wenye nguvu, hata taasisi unayoongoza inakuhitaji uwe na nguvu. Hautaipata popote isipokuwa kwa neno la Bwana.